Amani haleluya. Nini Mungu anapendelea kwako? Ushae kujiuliza hilo swali? Kama mme na mke katika ndoa, kila mtu anatafuta nini mwenzake anapenda nini, kila muda akienda huko eh. Sasa kama tu tunafikiria namna ya watu namna ya watu wanavyovipenda na hakuna anayependa afanye kitu ambacho hakimpendezi mwenzake, kama tu kwenye ndoa eh. Mama anaenda nyumbani anatamani apike ugali ule eh, asikie tu ah, ugali huu mtamu leo, hata kama sio mtamu. Sasa kama wanadamu tunapambana kuwapendeza, je, Mungu nini anapenda? Mshe kujiuliza kama wanadamu tunapambana tunatamani tujue wanapenda nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatamani tujue wanapenda nini. Tuna na ukimpatia anachopenda <laughs> ukimpatia anachopenda, yaani acha anakuwa na kufurahia sana sana sana, yaani hii tu wanatoa watu na tukutafuta tukuuliza, Bwana unapendelea nini au upendi nini? Watu tu wanatohoa lakini, tunamfanania baba yetu, kuna vitu anapenda na kuna vitu hapendi kabisa. Yani hapendi, hapendi kabisa. Sasa lazima ujue baba anapenda nini, lazima ujue huyu mfalme anapenda nini, lazima ujue yani ukifanya hivyo au ukitembea katika hayo yaani anasema nina mwanangu kule duniani anajifu, anasema anaitwa fulani, yupo mwanangu kule. Yaani ni kweli ulimwengu umechakalika, lakini kuna mwanangu kule duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. nini Mungu anapendelea kwako leo ujue, nini Mungu anapendelea kwa kanisa la JIT leo utambue. Hallelujah. Mika sita nane tutaangalia tu mambo machache na mengine hayo jijazie na kujiongezea. Tutaangalia mambo matatu tu ambayo Mungu anayapendelea kwako. Cha kwanza kutenda haki, cha kwanza kutenda haki. Tusome hiyo Mika 6:8 ambayo ndio msingi wetu hapo. Kutenda haki, kutenda haki jamani, haleluya kutenda haki kutenda haki. Ukifika tu msomaji mzuri, unaweza ukasoma. Cha kwanza ni kutenda haki, Mika sita mstari wa nane anasema hivi: E mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na, kut na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Sasa tutaenda na mambo matatu yote yametajwa hapa, na jambo la kwanza analisema kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe sana anasema amete, amependa haki kuliko uovu, amechukia uasi, amependa haki, naye akamtukuza, akamwinua, akamweka juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Amependa haki. Matendo ya haki tunayafahamu, na kutenda haki ni yale yaliyoagizwa, yale yaliyoagizwa na Bwana. Tumeagizwa mambo mengi tuyatende, na hayo kwa sababu ametuagiza lazima tuyatimilize, na hiyo ndo kipaumbele cha Mungu kwenye maisha yetu, kipaumbele cha Mungu kwa kanisa, kwamba lazima kama kanisa itende haki. Nini amekwambia Mungu kutenda kwenye eneo fulani, tenda hiyo haki jamani. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Na matendo yanazungumza kuliko maneno na yana nguvu kuliko maneno ndio maana akasema, msipende kwa nini, kwa neno bali kwa tendo. Jamani haleluya, jamani haleluya! Kutenda haki ni kipaumbele kikubwa sana cha Mungu na Mungu anawapenda watu hawa, na Mungu anawainua watu hawa. Akikuweka Mungu mahali, akakuweka ofisi fulani, akasema hapa utakaa, anataka utende haki akikuinua kukupeleka mahali fulani, anataka utende haki. Jamani, haleluya! Na ndio maana atahukumu kwa matendo yetu, na matendo ya haki yatakuwa na thawabu yake, na mengine ambayo hayakuwa ya haki, hayo yatakuwa na hukumu yake pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapendelea nini kwako? Anatamani utende haki. Upo kazini, watendee haki walio juu, walio chini, walio levo moja na wewe, watendee haki. Tenda haki kwa kila jambo unalokuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya haki yawe maisha yako ya kutawale, ya kuongoza.